Wakulima zaidi ya laki moja kusajiliwa Tabora kwa mfumo wa kidigitali bure kwa kuwafuata wakulima katika maeneo yao. Usajili huo unaotekelezwa na kampuni ya Winnie Trust Insurance Brokers Limited kwa niaba ya serikali unahitaji taarifa sahihi za mkulima, na hii ni kwa sababu taarifa hizo zinaweza kutumika pia kwa kupata bima ambayo itawanusuru na majanga mbalimbali mbali wakati wa kilimo chao. Na hapa mkurugenzi wa kampuni hiyo, wakili Juma Mbwambo, anasema lengo lake hasa ni kuhakikisha kwamba huyu mkulima wa zao la tumbaku na baadaye mazao mengine kupata bima ambayo itamkava yeye katika ujumla dhidi ya majanga ambayo yanaweza kumtokea katika msimu wake wa kilimo. Sasa tuliona ni vyema kwamba panapokosekana eh, eh, haiwezi kafanyika bima ambayo ikawa na, na, na, na majibu chanya kama hakuna taarifa sahihi kutoka kwa hawa wakulima. Kwa hiyo kwa kifupi, zoezi hili la usajili limeanza kwa nguvu hii ya kuwajengea uwezo au wadahiliwa. Kwa hiyo unaowaona hapa ni baadhi ya vijana ambao walifanya maombi kutokana na tangazo la kazi ambalo tulitoa wanafanya e, maombi na wamechaguliwa. Kwa hiyo tunawajengea uwezo ili wakaanze zoezi sasa la kukusanya taarifa. Kwa sasa hivi tumeanza na vijana takriban hamsini lakini lengo ni kufikia vijana mia mbili kwa ajili ya kukava mkoa mzima wa Tabora. Lakini zoezi hili linafanyika kwa phases na maana hii ni hatua ya kwanza, tutakuja hatua ya pili then na kuendelea mpaka mwisho kufikia wakulima zaidi ya laki moja kwa mkoa wa wa Tabora. Msingi wa hili ilitokana na maagizo ya mheshimiwa waziri wa kilimo eh, tangu mwaka jana limezungumzwa, lakini pia mmemsikia mheshimiwa rais amelizungumzia swala la bima ya zao la tumbaku. Kwa hiyo ikaonekana ni vyema sasa lianze kupatiwa utekelezaji na sisi ndio kati ya wadau ambao tunashiriki katika utekelezaji sasa halisi huku, huku, huku, ground. Wito wangu ni kwamba tunategemea wakafanye kazi kwa uadilifu kwa sababu taarifa hizi zinaenda kutumika sio tu kwenye zoezi la bima, lakini inaenda kuwa takwimu sahihi ambazo zitatumika kwenye mazoezi mengine ambayo serikali itahitaji kuzitumia. Tunaanza na zao la tumbaku katika mkoa wa Tabora ambayo ilikuwa kama eneo la majaribio, yaani pilot study, na baadaye tutakwenda kwenye tumbaku hii, tutaenda wila, e, mikoa mingine ambayo kama Mbeya e, Katavi hiyo pote tutaenda kwa ajili ya, ku, ya kusajili ya wakulima. Lakini likifanyika vizuri kwa weledi, basi tutapata dhamana ya kuendelea nchi nzima na kwenye mazao yote. Mratibu wa zoezi la usajili wa wakulima wa tumbaku nchini kutoka kampuni ya Winnie Trust Insurance Brokers Limited Deogratias Masenga anaeleza mambo muhimu ya kuzingatia wakati wa usajili. Kuhakikisha kwamba data zinazowekwa ni data sahihi bila udanganyifu, na katika zoezi ambalo tutalifanya pia ni tutawapa viapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba eh, data wanazoziingiza ni sahihi, sababu data zitatumika pia na serikali, sio kwamba ni data za kwetu. Huu mfumo huko pia na ubia na, na TFC mmoja wapo wa ona wau mfumo kwa wao TFC pia wana jukumu, wana haki pia ya kupata hizi data sahihi ili ziwasaidie kwa sababu data zinatumika sehemu nyingi na kwa serikali kwa ajili ya kupanga mipango ya maendeleo. Kwa sisi tutafanya mobilization, tutawasiliana na maafisa wa ushirika na vyama vikuu union kuwaweka wakulima wale zile AMCOS toka tunaenda kwenye ofisi za AMCOS tunawakusanya pale wakulima kwa ajili ya kuja kusajiliwa. Kwa hiyo ni zoezi ambalo mkulima nadhani pia sidhani kama atakataa au hata hata ridhia kwa sababu ni zoezi ambalo ni bure ni yeye muda wake kuja tu kusajili. Na vilevile serikali imejitahidi pia kwa asilimia kubwa kutuma maendeleo shirika na shirikisho la vyama vya ushirika wameweza kufanya e, bima hii sasa ikija mkulima asiwezi kucontribute chochote kuchangia chochote, imekuja kwa mfumo wa ruzuku kwamba serikali inatoa fedha kwa ajili ya kukava hii bima ya mkulima na kusajili kila kitu. Mkulima ye anatakiwa tu atoe information kwa ajili ya kupata hizi data sahihi kwa ajili ya ku kupata huduma ya bima. Kaimu mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Tabora Jarufu Juma amewasitiza wataalamu watakaotekeleza usajili huo kuhakikisha anazingatia weledi. Ninaomba sana mnapokwenda kukusanya hizo takwimu, mjue suala hili ni la muhimu sana, sio la kuweza kuchukulia wepesi wepesi. Kwa hiyo ninawaomba sana mwe mlichukulie kwa uzito wake na tume ya maendeleo mpaka kufikia hatua kuona kwamba limeweka huu mpango kwamba ili kumwezesha mkulima, pamoja na kufanya kazi kubwa, kazi nzuri, lakini amekuja kuonekana hana eneo la kuweza kumkinga huyu mkulima kutokana na majanga anayoyapata. Sasa ili, ili kumkinga huyu mkulima, serikali imekaa ikaangalia, kutokana na umuhimu wa huyu mkulima kwa hiyo ikatengeneza utaratibu namna na ya kumsaidia huu mkulima kuweza kumkinga kutokana na zao lake, hasa zaidi wameanzisha kwenye kwenye hili zao la tumbaku, na mkoa wetu wa Tabora ndio umechukuliwa kama pilot area katika mpango huu. Kwa hiyo sasa utajikuta kwamba yote inaonyesha umuhimu wa hili jambo lenyewe. Kwa hiyo, tume ya maendeleo ya ushirika inajitahidi sana kwa nguvu zake zote kuhakikisha kwamba ushirika unasimamiwa vizuri. Kwa hiyo na nyinyi tunaomba mnapoenda kutekeleza majukumu yenu, jitahidini kuwa waadilifu na kuwa waaminifu mnapokwenda kukutana na wanachama wetu. Wanachama wanahitaji kuwa na lugha nzuri, hawaangalii umevaa nini. Tunaelewana jamaa? Hawaangalii ukoje, anachotaka kinywa chako kitamke maneno ambayo yataendana na yeye, lugha iwe rafiki. Tunaelewana jamani? Kama ni digrii yako iweke huko, unaijua wewe ulivyoipata, lakini mkulima yeye haoni thamani ya ile digrii yako. Yeye anachotaka thamani ya kile wewe utakachomhudumia. Tumeelewana jamani, eh? Kwa hiyo ninawaomba kafanyeni kazi kwa uadilifu kwa uaminifu, na mjue kabisa kwamba kazi hii taifa linawategemea nyinyi, ili kuweza kuendelea na mipango mingine mbele. Kwa upande wao wataalamu ambao watakwenda kutekeleza zoezi la usajili wa wakulima Matilda Salum na John Mashindike wanaeleza namna watakavyoifanya kazi hiyo. Fanya kazi kwa weledi na kuwasajili katika taarifa ambazo ni sahihi ambazo zitatupa sisi urahisi wa kufanya kazi yetu. Nawashauri tu wapokee, watupe ushirikiano na mimi, kila kitu kitakuwa kizuri. Usajili huo utahusisha taarifa za mkulima, ukubwa wa shamba, mahitaji ya kilimo pamoja na taarifa nyingine muhimu, ambapo kwa sasa usajili utaanzia kwenye zao la tumbaku kisha mazao mengine baadaye. Zaidi ya wataalamu arobaini na tano wamepatiwa mafunzo kwa ajili ya usajili wakulima kidigitali. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kimm Media.